wetu Ladies and gentlemen, I stand before you and the world humbled by this recognition and uplifted by the honor of being the 2004 Nobel Peace Laureate. As the first African woman to receive this prize, ni mwaka elfu mbili na nne mwanamke jasiri kutoka Afrika, kutoka nchi ya Kenya, analiweka jina lake katika historia ya dunia. Wangari Muta Maathai anakuwa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kutunikiwa tuzo ya amani ya Nobel, lakini safari yake haikuanzia hapa. Simulizi yetu ya leo inaturudisha hadi mwaka 1940 katika kijiji cha Ihithe eneo la Nyeri nchini Kenya. Hapa ndipo anazaliwa mwanarakati na shujaa wa mazingira Wangari Muta Maathai. Wangari alianza elimu yake ya msingi katika shule ya Ihithe kisha akaendelea na masomo ya sekondari katika Loreto Convent School iliyopo Limuru nchini Kenya. Mwaka 1960 akiwa mmoja wa wanafunzi waliopata ufadhili kupitia mpango wa Airlift Africa, alisafiri kwenda Marekani kusoma baiolojia katika chuo kikuu cha Benedictine. Akipata shahada yake ya kwanza mwaka 1967, aliendelea na masomo ya shahada ya pili katika chuo kikuu cha Pittsburgh kabla ya kurejea Afrika ambako mwaka 1977 alipata shahada ya udaktari kutoka chuo kikuu cha Nairobi na kuwa mwanamke wa kwanza nchini Kenya kufundisha katika kiwango cha profesa katika chuo kikuu cha Nairobi, akihudumu kama profesa msaidizi wa anatomi ya wanyama. Wangari hakuishia darasani. Miaka 1976 mia hadi mwaka 1987 alikuwa mwenyekiti wa baraza la taifa la wanawake wa Kenya NCWK, ambapo Disemba mwaka 2002 aliingia rasmi kwenye siasa, akachaguliwa kuwa mbunge kwa asilimia 98 ya kura na kisha kuteuliwa na rais kuwa naibu waziri wa mazingira, maliasili na wanyamapoli katika bunge la tisa la Kenya. Mwaka 1976 akiwa ndani ya baraza la wanawake, alianzisha wazo la kupanda miti na wanawake wa vijijini, ambalo baadaye lilikuwa na kuwa shirika kubwa linalojulikana kama Green Belt Movement, shirika lililolenga kupanda miti, kuhifadhi mazingira na kuboresha maisha ya wanawake kupitia uhifadhi wa mazingira katika miaka 1970 hadi mwaka 1980, alianzisha pia Pan African Green Belt Network, mtandao wa mataifa ya Afrika kwa ajili ya elimu na harakati za mazingira. Uliwawezesha watu kutoka zaidi ya nchi 40 barani Afrika kujifunza upandaji miti na ulinzi wa mazingira. Mwaka 1998, na Wangari alizindua kampeni ya Jubilee ya mwaka elfu mbili ya kupigania kufutwa kwa madeni ya nchi maskini barani Afrika. Licha ya changamoto nyingi kutoka kwa wawekezaji, viongozi wa viwanda na hata baadhi ya maafisa wa serikali, hakuwahi kukata tamaa. Mapambano yake dhidi ya uharibifu wa mazingira na ulafi wa kugawiwa misitu ya umma yalizidi kupata umaarufu. Aliowakilisha wanawake wa Afrika katika vikao vya Umoja wa Mataifa alipata nafasi ya kuzungumza katika vikao vya baraza kuu la Umoja Mataifa na kuhudumu katika taasisi kubwa duniani kama vile Commission for Global Governance, Jane Goodall Institute, Green Growth International, Worldwide network of women in environment work. Wangari na harakati zake za Green Belt Movement walipokea tuzo zaidi ya ishirini, lakini kubwa zaidi ni ile tuzo ya Amani ya Nobel ya mwaka 2004. UNEP Global 500 Hall of Fame. Aliitwa mmoja wa mashujaa mia moja wa dunia. Alipokea shahada za heshima kutoka vyo mbalimbali vya kimataifa vikiwemo Williams College nchini Marekani mwaka 1990 Yale University mwaka 2004, University of Oslo, Norway mwaka 1997. Tarehe 25 Septemba mwaka, mwaka 2011, dunia ilipokea taarifa ya kusikitisha Wangari Maathai amefariki dunia baada ya kuugua saratani ya shingo ya kizazi. Taarifa hiyo ilitolewa kupitia tovuti rasmi ya Green Belt Movement na kuenea kote ulimwenguni. Leo hii jina la Wangari Maathai limebaki kuwa alama na matumaini ya nguvu ya mwanamke na ushahidi wa mazingira. Urithi wake unaishi katika kila mti unaopandwa, kila sauti anayopaza, ikiwa ni pamoja na kupinga uharibifu wa mazingira na kila msichana anayetamani kusoma hadi kufikia ndoto kubwa. Huyu ni shujaa wetu, Profesa Wangari Maathai. Tunamkumbuka, tunajifunza na tunatenda. Watanzania na Afrika, oh, mashujaa wetu, mashujaa wetu.